Sentensi zifuatazo zinaweza kuwa sahili, namba tano na changamano, zitambue. Kwa hivyo nakukumbusha, sentensi sahili huwa na wazo moja, huwa na kitenzi kimoja au viwili, na ikiwa na viwili, kimoja kinakuwa ni kisaidizi na kile kingine tano ni kikuu. Sentensi namba tano huwa ni sentensi mbili ambazo zinaunganishwa kwa kutumia kiunganishi, kwa hivyo ni sentensi sahili mbili. Sentensi changamano huwa na kishazi huru na kishazi kitegemezi kimoja tu. Unaweza kujua sehemu ya kishazi tegemezi kwa kuangalia kia masharti, kuna nge, kuna ngali, kuna amba au o rejeshi. Kwa hivyo sentensi zifuatazo zinaweza kuwa sahili, ambatano au changamano, zitambue. Wewe ni mtaalamu wa nyimbo au unapendelea nyimbo hizi tu? Hii ni sentensi sahili. Samahani, ni sentensi gani? Ambatano, kwa sababu kuna kiunganishi nini? Au hata kunilipendelea. Kuna wanafunzi watatu ambao walikuwa wanaandika sababu kwa nini sentensi ambatano. Sentensi ya pili, mtoto aimbaye ni huyu, ni sentensi changamano kwa sababu kuna rejeshi, kirejeshi amba pale. Swali la cha. Kalamu na karatasi ni vifaa muhimu vya kuandikia. Kwa hivyo sentensi hii ni sentensi sahili, ukiangalia ina wazo moja. Swali la da Atakapofanya vyema shuleni ataenda chuo kikuu. Sentensi ni sentensi changamano kwa sababu kuna po, ile po masharti atakapo. Swali la e: maendeleo hayawezi kupatikana kama hakuna umoja, ushirikiano, kujitolea na uzalendo. Kwa hivyo hii ni sentensi ambatano, kwa sababu kuna maendeleo yawezi kupatikana na pia kuna hakuna umoja, ushirikiano, kujitolea na uzalendo. Faa, simba anaguruma huku shibli wanarukaruka. Hii ni sentensi ambatano, una kiunganishe huku, au unaweza kusema pia kuna sentensi sahili mbili: Simba anaguruma na sentensi ya pili, shibli wanarukaruka. Shibli ni nani ga. Tuliweza kucheza soka, hoki, mpira wa pete, mpira wa nyavu na handiboli tukiwa mapumzikoni. Kwa hivyo sentensi hii ni sentensi sahili na wazo moja tu kuhusu kucheza. Swali la ha vililetwa vingi vilivyohitajika. Hii ni sentensi changamano. Vililetwa vingi vilivyo, vyo, vyo, vyo ni urejeshi. Swali la hii kufaulu kwake kunategemewa na jamaa yake. Kufaulu kwake kunategemewa na jamaa yake, kwa hivyo ni sentensi sahili. Wazo ni moja kutegemewa, wazo ni moja tu. Samani si kutegemewa, ni kufaulu, kufaulu. Swali laja basi mruhusu aingie ukumbini kama amekubali masharti. Hii ni sentensi ambatano, kuna kiunganishi kama, na pia vile vile ni sentensi sahili mbili. Basi mruhusu waingie ukumbini, hiyo ni sentensi sahili ya kwanza. Sentensi sahili ya pili ni amekubali masharti. Sentensi ya ka akija mnanuna na asipokuja mnasema mwatakaje? Hii ni sentensi ambatano, kuna sentensi sahili mbili, akija mnanuna, na sentensi sahili ya pili ni asipokuja mnasema mwatakaje. Kwa hivyo kiunganishi pale. Nina swali lala, jua la utosi linachoma kweli kweli. Kwa hivyo hii ni sentensi sahili. Ni kuhusu wazo ni moja, ni kuhusu kuchoma. Swali la ma. Ile shanta yangu nzuri sana, nililetewa kutoka Uhabeshi. Hii ni sentensi sahili kwa sababu wazo ni moja ni kuletwa ni kule kuletwa ile shanta kutoka Uabeshi. Swali lana. Mkurugenzi alitoa kauli mufti sana, lakini hatukuelewa ingawa mwalimu alizifafanua baadaye tu. Kama hizi kwa hivyo hapa kuna sentensi sahili mbili. Mkurugenzi alitoa kauli mufti, sentensi sahili ya pili lakini hatukuelewa, ingawa mwalimu alizifafanua baadaye kutuka maizi. Kwa hivyo kiunganishi pale ni nini? Lakini. Kwa hivyo hii ni sentensi ambatano. Na mwisho mawazo yangu na yake yanaoana. Hii ni sentensi sahili, ni kuhusu kuoana yale mawazo. Kwa hivyo hiyo ni sentensi sahili, na wazo moja swali. So, la pili nilisema kifupi cha kirai uandiki kana ta kirai unaandika ra. Kwa hivyo kama uliandika kana kitu kingine, umekosa. Hizo sentensi zote, hauna umakinifu, unakimbia kimbia, hauna umakinifu kwenye mtihani, hivyo ndio utapoteza alama. Bainisha vishazi vilivyotumika katika sentensi zifuatazo: aliponiona alishtuka. Kwa hivyo, aliponiona ni kishazi tegemezi, alishtuka ndio huru. Aliponiona, kwa sababu ile po, si ni tegemezi. Haya, alishtuka peke yake ni huru, nimejisimamia. Kumbuka kuna sentensi ya kitenzi kimoja Ba nilipokuwa ni kila alinipungia mkono. Kwa hivyo nilipokuwa ni kila, kuna ile po, ni kishanzi tegemezi. Alinipungia mkono ni kishanzi huru cha msumari msumari uliopigiliwa ubaoni ulikuwa thabiti kwa hivyo msimari uliopigiwa ubaoni, si kuna o-rejeshi pale ulio, o o rejeshi, hivyo hicho ni kishanzi tegemezi. Ulikuwa dhabiti ni kishanzi huru. Chungwa ni tamu, limau ni kali, unaona tayari ni huru, huru ni kishanzi huru na kishanzi huru. Chungwa ni tamu, kishanzi huru, limau ni kali, kishanzi huru, eh? tutawaimbia ikiwa mtatulia. Kwa hivyo "tutawaimbia" ni kishazi huru, imejisimamia. Mtatulia pia ni kishazi huru. Swali la tatu, nilisaisha zile sentensi. Tunga sentensi mbili mbili: sentensi sahili, sentensi ambatano, sentensi za changamano. Kwa hivyo sentensi sahili ni kuambia kitenzi kikuu kiwe kimoja, wazo ni moja Sentensi ambatano tano ni sentensi sahili mbili zilizounganishwa, au zaidi zilizounganishwa kwa kutumia kiunganishi na. Changamano nilikwambia kuna kishazi huru na kishazi nini, tegemezi kimoja, na nikakueleza tegemezi utajua kwa urahisi kwa sababu kuna kia mashati nge ngali, kuna po, kuna orejeshi na nilisaisha hizo sentensi.